Nilichopika chakula hiki leo nimepikia mkaa mbadala, mkaa mzuri kabisa tena, unakaa muda mrefu kwenye jiko. Unaweza ukapika sufuria tatu, unaweza ukapika chakula, ukapika mboga, ukachemsha chai, ukachemsha maji ya kunywa, mkaa bado haujaisha jikoni. Kwa kweli tunashukuru na tumefurahi sana kupata hiki kiwanda kata hii ya Milola. mimi nimenirahisishia. Kwa sasa kiwanda kinapatikana Mavimba, soko liko Milola kwa kwahiyo, napata kiurahisi, sina shida tena ya kutafuta watu wa msituni, huyu nitafute mkaa kwa muda mrefu. Napata mkaa nikihitaji, saa hizi sasa hivi napata mkaa kwa wakati. Pa ule wa kuni unakuwa na moshi, mkaa huu haujawahi kuwa na moshi na chakula chake hakitoe harufu ya, ya moshi hata kidogo, na kipo hapa, mnaweza mkaonja. Imenisaidia kwa afya yangu kwa sababu sitakuwa nakugua ugua kifua nini, itakuwa zoezi litakuwa limeisha kabisa kiupande wangu. Nawashauri watu wote tutumie huu mkaa, kwa sababu huu mkaa ni mzuri sana na vile hatutaharibu mazingira kukatakata tena miti, ambapo mradi huu wa usemini ambao uko chini ya Helvetas, ambao unafadhiliwa na umoja wa wilaya, unatekelezwa na mradi huu ni wa utengenezaji wa, wa mkaa kwa kutumia mabaki yanayotokana na viwanda vya mbao. Kimsingi mradi huu unakwenda kusaidia sana wananchi, hasa katika upatikanaji wa nishati, lakini nishati iliyo bora kwa afya lakini pia utasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha tunaendelea kulinda misitu yetu ili uharibifu usiendelee kutokea. Kwa kimsingi, mradi huu pamoja na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata nishati iliyo bora, lakini pia utaendelea kuhifadhi misitu tuliyonayo kwa kiwango kikubwa sana. Na nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa umoja wa wilaya chini ya Helvetas, kwa kupitia mradi wa usemini kwa msaada wao mkubwa, lakini pia hii tunatekeleza sera za kiserikali na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan juu ya utunzaji wa misitu, vyanzo vya maji pamoja na mali asili kwa ujumla. A, kimsingi ni wananchi walikuwa wana mahitaji hasa ya hii nishati. Mahitaji yalikuwepo na upatikanaji wa nishati ulikuwa ni mgumu kidogo, lakini tofauti ya mkaa huu na mkaa huo wa, wa maporini ambao unaharibu misitu ni kwamba mkaa huu ni bora zaidi, umefanywa kitu kitaalamu kinaitwa carbonization, kuondoa moshi ambao utalinda hasa afya za, za watumiaji. Kwa wananchi wenyewe, ni lazima watakimbilia mkaa huu, kwa sababu ni, ni ulinzi mkubwa wa afya zao. Hii ni fursa. Kwa hiyo upatikanaji wa hizo, hizo, hizo huduma utatupa wepesi zaidi wa kuendelea kutekeleza majukumu mengine, lakini kwa mbali na biashara sisi ni wakulima, kwa uhifadhi wa misitu kwetu ni jambo la msingi zaidi litakalotuhakikishia uimarikaji wa hali ya hewa. Upatikanaji wa mvua pamoja na mambo mengine. Kiwanda hiki mradi umefikiria kwa sababu ya changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi. Watu wamekuwa wakikata miti sana katika eneo hili wakitengeneza mkaa kwa polini, wengine wakitumia kuni kwa kiasi kikubwa, lakini tukajaribu kuja na fikra namna gani tunaweza tukapunguza ukataji wa miti. E, tupunguze ukataji wa miti lakini pia tusaidie jamii iweze kupata nishati mbadala. Kwao tukafikiria kuja na kiwanda hiki katika eneo hili ambalo ni eneo la kumkakati eneo ambalo malighafi zinapatikana kutoka katika viwanda vya mitiki ambako wanapasua mbao. Sasa mradi huu una manufaa makubwa kwa jamii ya hapa. La kwanza mradi huu unaleta ajira kwa vijana. Vijana wale ambao walikuwa wakishinda porini kukata miti sasa hivi wamekuja kiwandani kutengeneza kwa kutumia malighafi ambazo ziko hapa hapa ambazo ni rahisi. Hilo la kwanza, lakini la pili, tuna aina ya mkaa tunaotoa, tunatoa mkaa bora ambao hauna moshi, hauna shida yoyote. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wakitumia kuni au wakitumia mkaa wenye matatizo, sasa wanapata unafuu wa kupata mkaa safi ambao hauna moshi, hawapati tatizo la kiafya, wanaishi kwa amani. Lakini tatizo lingine, kumekuwa na changamoto, watu kupata shida huko porini, wanaenda kutafuta kuni, akina mama wengine wanakamatwa, wengine wanabakwa huko. Lakini kwa sasa kuwa na kiwanda hapa kinawapunguzia, eh, shida za kwenda porini kutafuta hizo kuni na nini, kwa sababu tutakuwa na, na mkaa wa bei nafuu hapa ambao utawanufaisha wote waliopo hapa lakini lingine pia kiwanda hiki kitaisaidia serikali mapato. Tunategemea baada ya kuanza uzalishaji kamili, kiwanda hiki kitachangia mapato ya serikali. Lakini la mwisho pia, tunaamini kabisa misitu yetu itakuwa salama, kwa sababu sasa tutapunguza watu na kutokana na eh, sera ya serikali ya kwamba watu waanze, waache sasa kutumia mkaa wa polini, mkaa haramu. Tunaamini sasa jamii ya hapa itapunguza kabisa kwenda misituni, misitu yetu itapona na sasa wataamia kununua mkaa ambao unatengenezwa hapa. Naamini uwepo wa kiwanda hichi itapelekea kuzalisha rasilimali nyingi na kuweza kuwafikia watu wa maeneo mengine. Bidhaa hii leo hii inazalishwa hapa Ulanga, lakini hii itaweza kufikia maeneo mbalimbali ikiwemo Morogoro, Kagera, Tabora na maeneo mbalimbali. Biashara hii itakuwa inafikiwa, na ndiyo dhamira kuwa mwenge huu unamulika ndani na nje ya mipaka yetu. Naamini, ujue mwenge wa uhuru, vijana wetu hawa wataendelea kuibua fursa mbalimbali, lakini pia kipato chao kitaongezeka na uzalishaji wao utaongezeka. Kwa kweli vijana wa usemini ongeleni sana sana sana. <coughs> Mheshimiwa Mpolehaya, mimi pamoja na vijana wenzangu sita tulioka zamana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukimbiza mwenge wa uhuru ndani ya halmashauri 195. Kwa kweli tumekagua mradi huu, tumeona vigezo na ubora wa mradi huu na sisi kwa kweli kupitia mwenge wa uhuru tumerihishwa na mradi huu na tayari makofi mengi as na tabira mwenge wa uhuru kurihiswa na mradi huu. Kwanza tumeunga jitihada za moja kwa moja za Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia tumepelekea kuweka mazingira yetu kwa salama na amani. Naamini changamoto ya ukataji wa miti katika maeneo ya Ulanga na maeneo haya yote tuliyopo, kwa kweli itakuwa tumeondoa tatizo hilo na watu wetu wataendelea kutumia nishati safi na salama ambazo zinatengenezwa katika kiwanda hichi. Kwa kweli mwengi wa huru umeridhika. Na mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikwambie tuendelee kuonga jitihada ya vijana wetu hawa. Ndugu mkurugenzi wa halmashauri huko, mheshimiwa mbunge huko, na waheshimiwa madiwani huko, natambua utendaji wenu wa kazi na ufanisi wenu wa kazi juu ya kuwasaidia wananchi wa eneo hili la Ulanga, lakini pia natambua uwezo wenu na juhudi mnazozifanya juu ya kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosimamiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mmekuwa mnafanya kazi kubwa na nzuri juu ya wananchi hawa. <tune>